Waasi wa kihouti wanaungwa mkono na Iran wanawashikilia wafanyakazi wapatao ishirini wa Umoja wa Mataifa baada ya kuvamia kituo kingine ki cha taasisi hiyo ya kimataifa katika mji mkuu wa Yemen. Ofisi ya mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen imesema wafanyakazi hao, akiwemo mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto yaani UNICEF, nchini Yemen wamezuiliwa katika kituo kilichopo katika kitongoji cha Hada kusini magharibi mwa mji wa Sanaa. Umoja wa Mataifa umesema unawasiliana na kundi hilo la waasi pamoja na wadau wengine ili kujaribu kutafutia suluhu tatizo hilo na kurejesha udhibiti kamili wa vituo vyake huko Sanaa. Waasi wa kiwauti wamekuwa wakiwashutumu uh, bila ushahidi wowote wa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kuwa majasusi wa Marekani pamoja na Israeli, shutuma zinazokanushwa na Umoja wa Mataifa kila siku. Hivi sasa nadhani katika kipindi ambacho kigumu Umoja wa Mataifa unapitia ni kipindi hiki, kwa sababu kwenye mataifa mengi ambayo hayafungamani ama yanakinzana na, na Marekani kwenye namna moja au nyingine, yamekuwa hayaamini kabisa mashirika ambayo ya Umoja wa Mataifa yanayofanya makazi kwenye maeneo mbalimbali duniani. Kama jambo ambalo linatokea hivi sasa ni kwamba wafanyakazi takriban ishirini wa Umoja wa Mataifa wanaweza kushikiliwa katika mji um, huo wa Sanaa, lakini chanzo kikubwa ambacho kinaonekana ni kwamba hawaungi mkono Umoja wa Mataifa, wanaonekana ni majasusi na wanafanya kazi kwa sababu za kijasusi na sio kusaidia labda upatikanaji wa usalama kwenye maeneo husika, jambo ambalo linaacha wazi kabisa, kwa sababu hamna ushahidi wowote wa taarifa ambayo makundi haya wamekuwa wakiyatoa, japo kuna Umoja wa Mataifa unaendelea kukanusha kila itwapo leo, lakini ushahidi utakapokuja, nadhani jambo lolote litakuwa wazi na bayana ya kwamba ni kweli ama sio kweli kwenye hiki ambacho wao wanawashutumu wafanyakazi hao.